Hapa a, ni dalili ambazo zinaonyesha kwamba kwa mifupa yako na misuli moja kwa moja imeathiriwa na bawasiri. Namba moja ni kuhisi maumivu ya mgongo a, chini na hii kutokana na pressure ambayo utaipata sana kutokana na changamoto ya bawasiri na mara nyingi utakuta zile veins kwenye njia ya kubwa sio song ni dhaifu. Lakini namba mbili a, kuwa dhaifu na kushindwa kukaa kwa muda mrefu, ndio maana watu wanakuwa wanapata maumivu makali sana wanapokuwa na kaa, unakuta anakaa kama vile anajiogopa anakaa kama vile anachechemea ni dalili nyingine inayoonyesha kwamba huyu uh, mtu ana bawasiri. Lakini pia tunasema miguu kuchoka haraka kwa sababu ya kupoteza damu, lakini pia kupoteza, uh, uh, tunasema damu inapotea, lakini pia kinga yake ya mwili inapotea kwa sababu ya maumivu makali sana anayokuwa anayapitia anayop, lakini mwisho tunasema ni maumivu ambayo atayapata ya nyonga na makalio. Ni kivipi unapata maumivu ya nyonga na makalio? sababu ya bawasiri inavyokutesa kwa muda mrefu. Ndugu yangu kama bado unateseka tumia paelikea, kutoka kwa daktari.